Bwana Yesu asifiwe! Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sawa -sa sawa na Bwana anavyonijalia. Leo nina furaha tele tele tele tele, ninamshukuru Mungu. Na leo nimevaa hili jampa limeandikwa Mercy and I will serve the Lord. Hii ndiyo dani yangu kwa Mungu, ahadi yangu kwa Mungu kwamba mimi na masi masi, ndio figo jipi ambayo nimepata, tutamtumikia Bwana. Sasa kama wewe ni mgeni bado, uje subscribe. Subscribe, share, like, and comment. Wote ambao mmekuwa mnanifuatilia mnajua kwamba niko katika safari, nilifanyiwa transplant operation mwisho wa mwaka jana, lakini katika hii safari kama kawaida safari yoyote ina mabonde na milima mingi, lakini namshukuru Mungu, namshukuru Bwana Yesu ambaye ni mchungaji wangu mwema. Hata katika bonde la uvuli wa mauti yeye amekuwa pamoja nami, na nipo hapa kuyashuhudia matendo makuu ya Bwana. Kwa hiyo usiache kuangalia mpaka mwisho. Nina uh, uh, share neno la Mungu, lakini vile vile ninaweka na shuhuda zangu, kushuhudia matendo makuu ya Bwana na kusema ya kweli, ni kweli Bwana Yesu ni mchungaji aliye mwema, na hayupo kama huyo. Karibu sana. Kwa hiyo sehemu yetu ya nne leo tunaenda kuangalia jinsi Bwana Yesu alivyojitambulisha kwa Wayahudi, na kama kawaida anapojitambulisha kwa Wayahudi, alijitambulisha wakati huo, bado anajitambulisha kwetu leo na neno la Mungu linatuambia katika Yohana kumi mstari wa kumi na moja anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondo. Tumeshakuwa familia na hili somo sasa hivi, tunajua Bwana Yesu anaposema mimi ndimi, anatambulisha uungu wake. Anasema mimi ni mchungaji mwema, anajitofautisha na mchungaji asiye mwema kwa jinsi ambavyo yeye alivyo na kwa matendo yake na hapo hapo anaelezea kwamba ili uwe mchungaji mwema kama mimi, toa uhai wako kwa ajili ya kondoo. Mimi nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo, kitu ambacho mimi na wewe tunajua hakuna mwingine ambaye amewahi kukifanya wala hata kuwepo. Maana tena neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Ufunuo, ilipopigwa huko kelele kusema ni nani atafungua hiyo mihuri, hakuwepo. Palikuwa kimya mbinguni nusu saa mpaka yeye mwana kondoo aliyeziondoa dhambi za ulimwengu aliposema ni mimi. Kwa hiyo Bwana Yesu ni mchungaji mwema, na mimi na masi tunasema hivyo, Bwana Yesu ni mchungaji mwema. Kwa hiyo tunaona kwamba Bwana Yesu yeye mwenyewe anasema yeye ni mchungaji mwema. Sasa mara nyingi mtu ukisema mimi ni hivi basi pa ina mtu mwingine ambaye atashuhudia hivyo unavyosema, na tunamshukuru Mungu. Daudi miaka kadhaa kabla hata Bwana Yesu ajazaliwa alishasema hivyo. Kwa hiyo, mkoja tumwangalie Daudi. Wote tunaijua zaburi ya ishirini na tatu. Yeye anaanza kwa kusema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Kwa hiyo, yeye anazungumzia upande kwamba hii kama kondoo anakubali kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, lakini anasema sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo ana anahakikisha kwamba unapokuwa umemfanya Bwana kuwa mchungaji wako, huyu Bwana ni mwema sana, kiasi ya kwamba hutapungukiwa na kitu. Kwa hiyo hapa inaonyesha kazi ambayo mchungaji anaifanya mpaka anaitwa mwema. Yeye ni provider. He will provide Your needs according to his riches and glory. Baada ya hapo, Daudi anaendelea kusema anasema, sitakumkiona kitu, katika malisho ya majani mabichi hunilaza laza. Umeona ana, ana, ana, anatuelezea kwamba huyu Bwana sio tu ana anamlaza ana, ana mahali popote lakini anamlaza mahali ambapo pana majani mabichi, anahakikisha pale penye majani mabichi pako comfortable, lakini vilevile vile, anapata chakula ambacho kizuri chenye nutrition asije akaumwa marasmas au utapia mlo. Kwa hiyo tunajua kwamba Bwana Yesu ana care for our comfort, ana care for our well being, ana care kwa kitu gani tunakula, sio tu chakula chochote, green pastures lakini vile vile bado Daudi anaendelea kutuelezea kwamba huyu mchungaji anamlaza kando ya maji ya utulivu. Sio anamlaza, anamuongoza kando ya maji ya utulivu. Unajua maana yake? Maana yake ni kwamba sio tu anakuongoza kokote. Unajua mtu anaweza kukuongoza kokote, akakupitisha kwenye milima mabote guru guru guru guru guru guru, guru, guru, guru, guru. anahakikisha hata environment yako imetulia, maji yaliyotulia uwe na roho ya kutulia, usiwe. Nakumbukaga kuna wakati zamani nilikuwa yani, nilikuwa na mambo mengi, yani kiasi ya kwamba naweza kakaa hivi nikawa na shtuka, eh? Lakini pale nikuwaga sina mchungaji, nilikuwa huko uko kwa huyo huyo mwizi, umeona. Lakini huku kwa mchungaji ukifika kitu cha kwanza anakurudishia amani ambayo ulikuwa haipo, kwa kukupitisha katika maji yaliyotulia. Anaendelea kusema Daudi, anasema huyu mchungaji ni mwema. Jamani, mchungaji mwema ananihuisha nafsi yangu. Ni nani mwingine anayeweza kutuisha nafsi zetu? Unajua nafsi ni kitu muhimu sana. Ndani ya nafsi yako ndimo ipo akili yako, utashi wako, emotion zako, ule ule ubingwa wako uko pale penye nafsi sasa usipohuika, mwili unanyong'onyea, roho inanyong'onyea, ndio maana nafsi ni kitu muhimu sana cha kukitunza. Sasa yeye sio tu anakututunza, anaihuisha upya kwa sababu huko tunakotokaga, huko unaweza kuwa upepigwa huko kipigo sawasawa sawa, nafsi imeinama. Ukifika huku Bwana Yesu, yeye anakufanya nini? Anakuhuisha nafsi yako, na vilevile anaendelea kusema kwamba huyu mchungaji mwema anamuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Sio njia zozote, yani hakupitishi tu kokote sijui nini. Neno la Mungu linatuambia kwamba njia za mtu huonekana njema machoni pake lakini zinaelekea uharibifuni. No no, no, no. Akuachi uende kwenye njia zako za uharibifu za, anakuongoza kwenye njia za haki na sio kwa sababu unastahili, kwa sababu ya jina lake. Sio hivyo tu. Daudi bado anaendelea kumsifu huyu mchungaji anasema, huyu mchungaji hata nikipita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana yuko pamoja nami. Sasa ukiangalia, ukirudi kwenye Yohana kumi, Bwana Yesu mwenyewe anavyoelezea anasema huyo au wachungaji au wengine ambao ni wezi, hao wakiona simba, wakiona mbwa mwitu, hmm? Wanawaacha kondoo waliwe lakini yeye Bwana Yesu ni mwema. Hata Daudi hapa anasema hata uko kwenye bonde la uvuli wa mauti, kwa kwenye simba, kwenye inani, yeye yupo pamoja na wewe. Kukulinda, kukuokoa, umeona. Lakini anasema vilevile, anamuongoza kwa gongo na kumfariji. Sio tu unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, mchungaji yupo, lakini yani, hakufariji. Hapana, mchungaji anakufariji jamani. Ndivyo ndivo Bwana Yesu alivyo. Wewe mwenyewe na hata wewe utakuwa shahidi hivi. Ukiangalia kama una Yesu, jiulize, usingekuwa na Yesu hayo majaribu unayoyapitia ungekuwaje? Wengine tumekuwa vichaa au wengine tungekuwa tumesha lala siku nyingi, yani hata majina watu walisha saa wanasema gali kuwepo, lakini kwa sababu ya mchungaji mwema. Lakini zaiditu anasema, anaandaa meza machoni pa watesi wangu Unajua, mara nyingine uni wakati nausoma mstari Mungu akanipa ufunuo mmoja. Mtu anapoandaa kitu sio lazima kiandaliwe mbele yako. Huyu Daudi alikuwa na confidence na mchungaji mwema kwamba hata kama sioni meza imeandaliwa mbele yangu, najua anaandaa meza. Machoni pa watu siyo ngeno watistima mduo watakiwa waione ile meza. Mimi sio lazima niione. Unajua, kuna mambo mengine mimi nimegundua. Wale ndio wanajua kabla wewe hujajua. <tuhi> Wanajua umekushinda kabla wewe ujajua umeshindikana, yaani <laughs> kule kwa Ibilisi wenyewe wameshanyoosha mikono juu, wewe hujui, lakini ndo hapa, ndo maana nasema inabidi tumjue Yesu. Ukishamjua mchungaji wako mwema, unakuwa kama Daudi, unasema andaa meza <laughs> Samani. Leo nina furaha, kuna kitu Mungu amenifanyia, nina furaha, na anasema kikombe changu kinafurika. Jamani, sio tu Mungu huyu mchungaji mwema anakupa kitu hii. Kwa ndugu zangu, unajua mimi nimeolewa na Wapare, kiupare upare hapana, mm -mm, anakupa kinafurika, kinafurika alafu anasema na hiki kikombe ambacho Bwana anakipaka mafuta. Zamani wachungaji walikuwa wanawapaka mafuta kondoo wao ili iwe ni, ni alama ya protection kuzuia wale wadudu wale, kupe sijui nani nani nani kuwauma ku, ku, kuwa nanii hiyo eh, ukimwagia mafuta wale wanateleza. Kwa hiyo sasa, ndio sisi Bwana wetu Yesu Kristo anatumwagia, anatu anoint, anatuseparate na wadudu, anatutenga na wadudu, na unapotengwa na wadudu sio kwa kiasi cha kibaba A -a -a -a. Inafurika. Anasema mwishowe mwenzetu huyu Daudi, ambaye ameshuhudia matendo makuu ya Bwana kama mimi, anasema hivi Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu. Unaona, ndivyo na uhakika. Hakika mpendwa, tunatakiwa tuwe na uhakika kwamba fadhili za Bwana zitatufuata siku zote za maisha yetu, nasi tutakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Kwa hiyo huyu ni Daudi akithibitisha aki ya kwamba Bwana Yesu ni mchungaji mwema. Sasa tutarudi kwa Bwana Yesu mwenyewe. Sasa Bwana Yesu mwenyewe anasemaje kuhusu wema wake? um, Bwana Yesu anaelezea kutoka mstari wa kumi na moja. Kwanza anasema anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kitu ambacho amna um, anaweza kufanya hivyo. Hapo ana mshindani hapo. Alafu cha pili anasema wale kondoo ni mali yake kwa sababu anatumia sentensi ya kusema mtu wa mshahara wala si mchungaji. Kwanza ameshamfanya hata huyo huyo mtu wa mshahara sio mchungaji, anyway no competition. Anasema ambaye kondoo si mali yake, umeona? Kwa hiyo ina maana mimi na wewe ni mali ya Bwana sio? Kwa hiyo hiyo hiyo ndio Bwana Yesu anavyojielezea kwa nini yeye ni mwema. Kwanza sisi ni mali yake, eh? Pili yuko tayari kutoa uhai wake, na ndio hapa anapomwelezea huyo ambaye sio mali yake, yuko tayari kukimbia mbwa mwitu anapokuja lakini sio vilevile, anasema hivyo hivyo hao huyu huyu wa mshahara, huyu kondoo sio kitu kwake, yani hawana thamani. Lakini sisi tunajua kwa Mungu tuna thamani sana, na ndio maana Bwana Yesu alikubali kuja. Alafu anasema anawajua walio wake. Unajua kitu wewe ukiwa ume sio cha kwako, unaweza usijue, mfanyakazi ukamwambia Um, kuna vitu anaweza kajua yani, ana limited information kutokana na interest aliyonayo, lakini kitu kikiwa cha kwako bwana, unakijua unakifuatilia. Kwa hiyo ndio maana Bwana Yesu anajiita mchungaji mwema. Um, anatujua, lakini katika yote anacho kitu ambacho hawa wachungaji wa wengine hawana nacho ni kutupa uzima wa milele na anasema yupo ta, uh, amekuja kutupa uzima wa milele na sio hivyo tu anasema ukiwa wakwake unakuwapo mkononi mwake, hakuna anayeweza kupokonya kutoka, labda wewe mwenyewe uchurupuke. Unajua saa nyingine nasi tunachurupukaga tunaruka kutoka kwenye mkono, lakini umetulia hapa, hamna hamna anayeweza kuja kukutoa. Na uzuri wa Bwana Yesu, hamlazimishi mtu kuwepo katika mkono wake. Ukitaga ukaa kwenye mkono utakaa, e? na wewe utaupokea uzima wa milele sasa. <laughs> um, hiyo ndo u, testimony kutoka kwake Bwana Yesu mwenyewe, testimony kutoka kwa Daudi. Sasa ngoja nisheshe testimony yangu, e, kiufupi. Kwahiyo, kama nilivyosema na share um, ushuhuda wangu kwa ufupi tu, hiyo Novemba ndio nilipata transplant. Kwa hiyo kuanzia Novemba unapopata ile transplant, ifananishe na kitu kimoja, fananisha na mti umeuchukua mti umeung'oa, sio mmea, mti kabisa, ulioota una majani na matunda, umeung'oa alafu unaenda kuupanda kwenye ardhi mpya. Kwa hiyo kitu gani kitatokea? Ule mti lazima ufanye nini? Kama unang'onyea kidogo, kama unakufa, kufa, alafu ndio uanze kuota. Kwa hiyo inachukua muda. That is the process of transplant. Kwa hiyo, kwa hiyo the fact imetolewa kutoka kwa mtu mwingine kuja kwangu panakuwa na ups and down, na nilipata ups and down kweli kweli. Ilivyokuwa hospitali nilikaa siku ishirini na tano wengi walikuwa na kama maximum siku nane mi nilikaa siku ishirini na tano kutokana na um, mambo mengi yalijitokeza. Namshukuru Mungu katika iko kipindi um, nikajifunza mambo mengi, nikajifunza kumtegemea Mungu kikubwa sana, nilijifunza kumtegemea Mungu na Bwana Yesu akaniongoza sana katika hicho kipindi. Ndio pale hapo pa Daudi, hapo hapo anaposema nilipopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Palikuwa na mambo mengi na ripoti nyingi za kutisha, lakini Roho Mtakatifu akawa ananisaidia nanikumbusha. Mungu akainua watu wengi wakuwa wananitia moyo wakuniombea. Tumepita hicho kipindi, nimerudi nyumbani, nimerudi nyumbani. Recovery nayo imechukua imeku, muda mrefu mi ni mtu wa yani, yani kukaa hivi hata <laughs> naika mbili siwezi. Watoto wangu wananiambiaga mama una ADHD, lakini yani nilikuwa napata shida, naona kitu hicho hapo siwezi kukisogeza, siwezi kufanya yani, nini mpaka niombe msaada ni kapita hicho kipindi, lakini kipindi ambacho sasa niko katika hayo yote bado natakiwa niende hospitali. Mambo mengi yalikuwa yanatokea. Sasa cut the story short, kwa sababu nakunywa dawa ambazo zina suppress immunity ili isishambulie figo mpya. Ndio matibabu yenyewe ya transplant yanavyokuwa, kwa hiyo zile ni kama trial and error. hakuna mtu anajua kwamba dozi hii ukimpa huyu itafanya hivi. Unapewa dozi kubwa sana alafu wanaanza kupunguza, wanapunguza, wanaadjust. Sasa katika hapo kupunguza na kuongeza na kufanya nini, saa nyingine wanazidisha. Kwa hiyo white blood cells zangu zikawa so zimeshuka sana sana sana sana, sana to the point wanadisha ngaa mbo na uumu <laughs> Naliuliza kila nkina hospitali, unaoma? Sinaoma kifua? Sina kuarishi? Siarishi una mafua? Sina mafua mwenzao. Siri ya mchungaji mwema, mchungaji mwema kanifundisha kitu. Nilipofika tu nyumbani, nikatafuta scriptures za ku-confess every day, minimum two times a day, lakini nikiweza nikikumbuka tu wakati ule na maumivu sana, ndio nilikuwa nafanya mara nyingi sana, Mungu, naomba unisaidie. Lakini kwa hiyo hiyo, Mungu aliponiwezesha kila sana zi na zirudia na zirudia na zirudia zile scripture, mpaka sasa hivi scripture ziko karibu kumi kumi na mbili, si si somi tena, yani naweza tu nikazirudia nikazi confess katika maombi yangu, lazima nizi, nizi nani. Nimekuta kwamba kuna mistari mingine hata nikwaga siijui ina exist kwenye Biblia kama kuna huo mstari unasema mimi nilivyo personalize unasema because I serve God bless me bless my food and my water and take away all sickness from me iko kwenye Zaburi. <laughs> Kwa hiyo nikajifunza kwamba ha, kumbe sickness iko hata kwenye vyakula, nilikuwa sijui. Nikaanza kufanya na research za vyakula vyakula gani ambavyo vita improve. Jamani, tofauti ni kubwa mnoii. Maombi yanasaidia sana, na ni maombi, ndio maombi. Unajua, watu wengi hatujui maombi yanakupa mafunuo Mungu, jinsi anavyotujibu. Anatujibu mara nyingine, kuna mahali unapoomba, unahitaji tu kujua ufanye nini, na ndio Mungu alichonifanyia. Kwa hiyo katika kuomba na katika ku confess Mungu amenijibu kwamba nifanye nini, nibadilishe my lifestyle. Nibadilishe kitu gani? nakula kitu gani? ki, ki, nina, ninafanya kwa kula vitu ambavyo havina, havina, nani haviongezi anything kwangu. Get rid of it. Get rid of it. Lala vizuri Niki hata kwenye kuoga naoga maji ya moto, nikimaliza naoga maji ya baridi. Unafungua ile maji ya baridi unafanya hivi. Siku za mwanzo nilikuwa natetemeka, lakini my point ni kwamba nisingeweza kujua haya mambo kama nisingeweza kufanya nini? Kumtrust mchungaji mwema. Ndio maana nakwambia kwamba katika majani mabichi nilaza, kando wa maji ya utulivu huniongoza kwa hiyo unapokubali kumfanya Bwana Yesu mchungaji wako, anakuongoza. Kwa hiyo kama nilivyosema, yani nimekuwa katika huu muda mpaka sasa hivi, bado naenda hospitali every week. Wenzangu niliofanyiwa nao operation sasa hivi wanaenda labda mara moja kwa miezi miwili au miezi mitatu, lakini bado kuna vitu ambavyo vinaenda up, kinaenda down, lakini ajabu ni hiyo kwamba mi niko fiti ni vipimo vyao vipimo vyao wao. <laughs> we are serving the Lord <laughs> kwa hiyo pendwa, ninataka tu kuencourage kila mtu. Ni vizuri kusikiliza ripoti. Mi mwenyewe nazisikiliza ripoti za hospitali, lakini ukija ukiniambia, unaitilia maanani navyoitilia maanani, niipeleke tu kule kwa mchungaji, naipeleka kwa mchungaji. Mchungaji hao anasema hivi, lakini wewe mbona unasema hivi? Basi tunaendelea. Kwa hiyo vile vile nilikuwa nimesema kwamba nitaelezea kwa nini uso wangu uko hivi. Kwa hiyo kwa sababu ya hizo dawa hizo nimerudi kwenye steroids. Kwa hiyo, steroids in, in, inanifanya uso uwe round, ndio niko hivi, lakini namshukuru Mungu nimeanza sasa kupunguza, alafu nitaondoka. Nikiondoka labda baada ya mwezi miezi miwili, nitarudi kuwa normal. Kwa hiyo huo ndio ushuhuda wangu. Kwa hiyo na mimi nipo hapa kumshuhudia Bwana Yesu kusema kwamba kweli Bwana ni mchungaji mwema. Kwa sasa wewe ambaye unaangalia, unaweza ukajiuliza nafanyaje kuwa na huyu mchungaji mwema Neno la Mungu, Bwana Yesu alikuwa anawaambia wao Wayahudi kwenye hiyo hiyo chapter akawaambia, kwa sababu ninyi hamsadiki. Kwa hiyo tunatakiwa tuamini kwamba yeye ni mchungaji mwema. Tukiamini tunampokea na tunaopata uzima wa milele. Mwisho kabisa, wapendwa, matokeo ya utambulisho wa Bwana wetu Yesu Kristo siku zote unaleta mgawanyiko. Hata leo hivi, watu wakisikia, wengine wataamini hivi, wengine wataamini vile. Kwa hiyo kwa, kwa wakati huo wa Bwana Yesu alivyosema yeye ndiye mchungaji mwema kwanza kabisa kwa Wayahudi, walielewa anasema nini, kwa sababu manabii wote huko nyuma kina Ezekieli, Isaya, Yeremia wote walimzungumzia kwamba atakuja mchungaji mwema atakayelichunga taifa la Israeli na atakayechunga ulimwengu ko wa. Wanajua atakayedeclare yeye ni mchungaji mwema, ndiyo Masihi. Sasa kwa ugumu wa mioyo yao wakanyua mawe, wanajaribu kumpiga Yesu, wakajaribu kumkamata Yesu, akapita katikati yao, wengine wakaamini. Na leo hii mambo ni hayo hayo. Je, neno la Mungu linapokuja unalifanya nini? Unalitupa kama wale waliotupa mawe, au unalipokea? Hayo ni maamuzi yako binafsi, lakini mimi nakushauri mpokee. Bwana Yesu ni mchungaji mwema. Angalia sisi ambao tumempokea Bwana Yesu, nikikupa full shuhuda, vitu gani hasa vinaendelea, huwezi ukaamini. Nacheka huwezi ukaamini, nafanya navyofanya, lakini ni kwa sababu ninaye mchungaji mwema. Nina wasiwasi gani? Yeye ndo anayenichunga, ye ndo anatakiwa afikirie kwamba huyu atakula nini, atakunywa nini, atakunywa, ataenda wapi. Mimi ni kazi yangu kula majani na kunywa maji na kumtukuza. Kwa hiyo ninaomba kama wewe bado hujasubscribe, subscribe, share, like and comment. Karibu kuwa kondoo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ubarikiwe sana. Amen.